Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya Faraja, katika kipindi hiki cha ishirini na mbili juu ya tafakari juu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, mbele ya taarifa tunayokuta katika sande ya Torino. Tafakari juu ya huyu aliyekuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele, huyu ambaye upendo wake unaojidhihirisha katika yale yaliyompata natufanye tutambue kwamba ni upendo wenye huruma isiyokuwa na mipaka yoyote. Ni kipindi kinacholetwa na Padre Stanislaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya sekondari ya Kwauso iliyojengwa kumwenzi huyu tunayekutana naye katika sande ya Torino. Mada yetu leo ni kuhusu asili ya picha zinazoonekana kwenye sanda ya Torino. Ni nadharia mbalimbali. Kati ya nadharia zilizokwisha tolewa mpaka leo, hakuna hata moja iwezayo kueleza fumbo la picha ya sanda barabara kwa utoshelevu. Hata hivyo, ni vyema kuzifahamu hizi nadharia kwamba zipo kwa sababu ya ukosefu wa nafasi haziwezi kutajwa zote, na hizi ambazo zitatajwa zitatajwa kwa ufupi tu. Nadharia ya mchoro: kwa mujibu wa nadharia hii, chapa za sanda zimechorwa na mtu fulani. Mwanakemia Walter C. Macron aliyeshikilia nadharia hii aliyesema kwamba chapa hizi zimepatikana kwa kutumia dawa fulani aina ya kemikali. Lakini kemikali ambazo Macron amesema kwamba zimetumika hazipo kwenye sanda hii kiasi cha kutosha. Pili, kemikali ambazo Macron alidai kwamba zimetumika hakufanikiwa kuonyesha zitumikaje. Alipoulizwa aonyeshe jinsi kemikali zilivyotumika kutoa picha hizi, Macron alijibu hivi Ninawakika sanda ni kitu cha kujitengenezea, ila siwezi kuthibitisha. huu ni mwisho wa Na Padre, jibu lake. Peter Rinaldi aliona jibu hilo kama ni jibu la ajabu kutoka kwa mwana sayansi. Nadharia nyingine ni nadharia ya sanamu iliyopakwa kutu ya chuma. Hii nadharia ya Joy Nickel aliyesema kwamba fundi alifinyanga sanamu akaipaka kutu ya chuma na kuifunika kwa shuka, kisha shuka likapata picha tuliyoona kwenye sanda. Nadharia hii inabatilishwa kwa uchunguzi wote wa kemia uliofanywa na kuonyesha kwamba hakuna rangi yoyote ile ambayo ingeweza kuitoa picha hii halafu kuna nadharia ya sanamu ya moto. Vittorio P. Delfino alifikiri kwamba mjanja alichohitaji kufanya ni kutengeneza sanamu na kuipasha joto hadi nyuzi mia mbili na ishirini Celsius na na kuilaza pale kwenye shuka, kusudi libadilike rangi na kuna akili ya maumbile ya sanamu. Baadaye alitumia brashi kuweka damu pale panapoonekana na madoa ya damu. Lakini ikumbuke kwamba majaribio yote ya kitaaluma yanaonyesha kwamba ndani ya shuka kulikuwemo mwili halisi wa binadamu na wala sio sanamu, na kwamba hakuna dalili zozote za kazi ya brashi yoyote kwenye sanda, pia kwamba picha zinazo tabia za mielekeo mitatu hiyo nadharia hii ushinda kusimama. Aidha, uchunguzi unathibitisha kwamba damu ilishika kwenye sanda kabla ya chapa izi kutokea. Unakuja nadharia ya hewa po vinon, na baadaye wataalamu kama Michael Ege walifikiri kwamba chapa hizi zimetokana na gesi iliyotokana na mchanganyiko wa hewa asili ya vitu vinavyozalisha kemikali moja inayoitwa amonia katika damu na jasho. Gesi hii ilishika kwenye shuka lililokuwa limepakwa manemane, lakini tatizo ni kwamba gesi haisafiri katika mistari iliyonyoka kiasi cha kutoa picha nadhifu kabisa kama hizi zinazoonekana kwenye sanda. Halafu ni vigumu sana kuzuia gesi isingie ndani ya nguo, kuathiri nyuzi za chini ambavyo chapa ya sanda iko juu kabisa kabisa aingie ndani halafu kuna nadharia mgusana yudi kakodilia sebastiano rodante na wataalamu wengine walijaribu kutafuta kama chapa hizi zilitokana na hali ya shuka kugusana na mwili katika mazingira maalumu ya kikemikali na kifizikia hata wao walijikuta hawawezi kutoa maelezo kuhusu tabia kadhaa za chapa ya sanda kwa kutumia nadharia hii. alafu tunakuja nadharia ya mionzi. Imependekezwa kwamba labda chapa hizi zimetokana na mionzi ichomayo. Wamefikiri hivyo watu kama Natal De Maria, Geoffrey Ashe na hata Yuri Kakodilia, hata kama hawakufanikiwa kutoa mfano wa kuridhisha wa picha yenye tabia zote kifizikia, kikemia na kitiba kama zile za sanda. Nadharia hii inaonekana inaweza kujaribu eh, kujibu maswali mengi zaidi ukilinganisha na nadharia nyingine. Kwa nadharia ya namna hii, kwa mfano, tabia ya mielekeo mitatu inaweza kuelezeka kwa namna fulani njia walizotumia ni za kisasa kuweza kutoa picha ya mfano. Judy Kakodilia ametumia umeme wa nguvu sana na kuhitaji joto kali kwa muda mfupi. Hata hivyo, yapo maswali yanayobaki katika kitendawili kama kitendawili. Nadharia hii ikubalika, inabidi kukiri kwamba kwa mwili ndani ya sanda ulikuwa liweza kumetameta ghafla na kutoa mionzi mikali yenye uwezo wa kuunguza vinyuzinyuzi vya juu tu kwa kiwango kisichobadilika, na baada ya muda mfupi sana, sehemu ndogo kabisa ya sekunde, mionzi ikatoweka kabisa. Kwa ufupi, nadharia hii nayo na ina shida zake. Basi hizi ni baadhi ya nadharia zilizopo, lakini hakuna hata moja peke yake au katika muunganiko wa nadharia nyingine nazo uweze kujibu kuhusu picha za sanda zilizotokea. Kwa hiyo, utafiti kuhusu utengenezaji wa picha hii sharti uendelee. Mada itakayofuata itakuwa ni mada kuhusu nguo ya sanda na jukumu la kuihifadhi. Asanteni sana wasikilizaji, kwa leo tumalizie mazungumzo yetu hapo, na kesho basi ndio tuone juu ya mada ya kuhusu nguo ya sanda na jukumu la kuhifadhi. Mungu awabariki, asanteni sana.